Nini wa China wana maono ya ajabu hawa. Katika kila chuo cha Afrika kuna taasisi ya Confucius, kwa kuwa kile ambacho wanataka kufanya ni kupa, kutupa fikra za Kichina. Na hivi sasa sisi ambao tumeenda shuleni, ukimuuliza mwanako sasa, ni lugha gani unataka kusoma? Kwanza ilikuwa ni Kiingereza, Kifaransa na Kijerumani, sasa ni Kichina, na katika siku za usoni sote tutakuwa wachina wadogo wadogo. Hata tukienda kubatizwa utasikia mtu anasema mimi ni dnaoping nyakulinga jua <tik> swala hili lizungumzia kwa utani, kumbukeni ya kwamba wachina walikuwa na sera fulani hawazai mtoto kuzidi moja. Sasa wamebadilisha wanasema wanaweza wakawa na mtoto wa pili, na nilisema huyu mtoto wa pili anaandaliwa ndiye atakaye fanya katika nchi za nje ikiwemo Afrika.